Ahmed. Ali bado masiara masiara, kipenye nafasi ya adhimu kwa Namungo. Ali Ahmed, Ali Ahmed. Ali Ahmed. Anatanguliza Namungo, masiara masiara hivi. Ramadhani Chelamanda uswake tisama, shule ilianzia hapo, alianzisha akaanzisha tena, ikawekwa akakutana nayo tena ali Ahmed akaiweka kwenye kamba. Tazama alichukua Ali Ahmed, alianzisha akaanzisha tena, hiyo hapo akawekewa na kipenye Cyprian. Ali Ahmed akakutana nayo tena, ilikuwa kumalizia tu. Tano za nyongeza ndio za kuamua. Haya hapo pita Kasunda Dilunga, nafasi nyingine tena kanani Benchi lote la JKT Tanzania limenyanyuka, dakika zao. Juma Mgunda akistaajabu, inakuwaje? Anawarejesha mchezoni JKT Tanzania, tazama, aliweka ile, akaichukua Hassan Dilunga akaiweka sehemu sahihi, Salehe Karabaka kaiweka far post, moja moja.